Misi, misi si, misi misi huyo misi wetu, jamani, hatari sana a, a, E bana karibu sana kwenye gossip table mimi naitwa Ali Adabu 13 karibu kwenye meza ya Gossip karibu sana tu Gossip kwa pamoja Of course, sisi yeah. tukiwa hapa tunakuja na yeah. vitu vizuri sana Vitu ambavyo eh bado vya moto, havijapoa -moto, poa adimu mno, ndio adimu mno sasa leo tumekuja na topic moja ambayo yeah. bado yeah. Na tuko nayo na tunatamba nayo tuambie kabisa tukulata. E, hii ni topic nzuri sana kwanza. uh-huh. Kama ni umefuatilia huko mitandaoni, kuna clip moja ina trendi hatari ah. Ile clip ni balaa ah ile, na kama una moyo uwezi ah, ku kwanza ni wachache wachache, wanaweza wachache sana. Ngoja nikuulize, unaweza? Niweze <laughs> mchezo kwa miguu gani? Kwanza acha bwana, vipi? mbwembwe zote hizo nitaziweza wapi? kipini bwani, yani kuna watu eh, mili yao kidogo mm, haina mifupa mingi yani, eh, ufanye vipi? fanya mchezo, bana bana kama umepita sisi tunakuekea utakuwa unaiona hiyo video, hey. ya Msrytha akiwa anacheza ana cheza na yeah. kamba zile anainua miguu yake, kautoto kweli. Unajua ile baby haitoki na base

upande wa pili huku mm-hmm. bado pia vita vinaendelea, vita vita nzito. Ndio ndio, sasa sasa hivi hivi kama asubuhi eh, bala hii vita kwanza inaanza ku inaanza kukusanya na baadhi ya makundi, yani yani kuna watu wanabaki, wewe wewe ni kwa kundi kundi gani saiz? sijajua, kundi gani sasa sasa hivi hivi mimi mpaka sijajua, acha bwana bwana eh tena mm. kila kila sehemu unaona yote kwa yote, jamani, Miss Rita mm. h ah kuona huko upande gani? ah, yani mi na <laughs> mpigia... unampigia saluti eh, yupo vizuri, iko vizuri eh. kafaa naonekanaa na watu ambao po upande wake mm. ah, ni watu ambao wapo vizuri, wanatoa dozi, wanatoa dozi dozi, yani kwa kila kitu. Sasa, Misirita, baada ya video yake hiyo kutrendi ya kuonekana kwamba anapandapanda e, e, kamba nainanua miguu na <laughs> nini, lazima e, e, tuweke tu wazi watu wajue, kwamba watu wakasema basi huenda hivi anavyovifanya hapa ndio vile ambavyo vinatokea huko upande sema wa pili. sisi hatupaoni upande wa pili wa shilingi ambapo <laughs> sisi hatupaoni una vitu sisi hatuvioni ndio vina happen huko ndio huyu Misirita bwana mm. Sikaposti picha kaposti picha baada ya ya ya kawaida tu, yani mm -hmm. sikusema wala hajavaa kusema mm -hmm. ile avae amevutia zake, kapiga tu suruali mm -hmm. na crazy crazy. na kakea. na kakitop kake ila na kawekea pale mm -hmm. Sasa ile picha mm -hmm. sikunalo watu wa kulike wale ehe kuna picha za mwanamke. Ehe, hey, kuna picha za mwanamke uh-huh. Zikiwekwa eh, mimi binafsi nikipita kwenye ukurasa wa Malaika lazima ni like. Like. Wewe wewe tena. Feza kesi na like kidogo eh? Kajala na like. <laughs> eh? Kajala na like. <laughs> like. <laughs> Yaani kuna watu <laughs> sijawafolo kwa kweli, kwamba wewe una vitu vyako eh, na vitu vyangu na type zangu sio wewe. Kingwendo yeye kikuwa anajua na fala, kwa hiyo hao ndio watu ambao wanafuatilia sana. Kwa hiyo sasa, mm -hmm. baada ya posti ya Misrita, yeah. tukaona moja kati wana ya wanafamilia wa karibu mali Mzingizi, tena mzee wa sandani kabisa mm -hmm. akatupa na sisi sandani, si aka like aja kuna vitu vingine, si binadamu unajiumbwa mwenyewe, unajua, unaweza <tostitutu> ukawa usemi uongei uongeinaeza <tostitutu> lakini, eh, kawa ulita uh, lita eh, na, na nia, kitu chingine uwezi kumlaiki mtu, um, asipo kuwa unamkubali, lazima unamkubali uwe ukamlaiki eh, yani unapita kila picha na like, eh, hakuna lazima umkubali. Hakuna. na wewe unataka kuniambia, unataka kuniambia sisi wanaume tuna kitu kimoja? Hamna. sisi wanaume, mimi naweza nikawa na rafiki yangu wa karibu, hawajua watu zangu wote. Kwa hiyo anaweza aka si shemeji, anaweza aka yu shemeji, hu shemeji huyu. mimi nishafika labda mpaka kwake nikala ugali akaniwekea juisi ya matunda, ila hao mashemeji, jamani, tuenao makini Awa mashemeji, mda mwingine awa mashemeji hawaelewekaji mm. Mashemeji wote sio akiume tu, hata hakika mashemdali. Sisi wa kike tunaelewa mashemdali ndo mabaya, bala shemdali. Sasa kama hili sakata lote jamani linatokea, eh, mtikisiko mm. natokea huku na huku, lakini hapo mm hapo -hmm. Kaka mtu mm. unaenda kulike una like sehemu ambayo, sehemu ambayo kuna ugomvi ugo mkubwa na wewe pia unakaa mjengo unakaa na nani na nani na na na na nani mwenzetu bigi na kinganga umu tunakaa nao, alafu tena unenda una double tap we <laughs> eh? are you single? Eh? <laughs> binti, ah, upande upande binti, wa binti kidodi. Ah, kwa hiyo we, alafu hivi, kwa nini unajua, kuna kitu nimekifuatilia mpaka sasa hivi pale mm. Wauza sabuni wana shida ndani ya mjengo, mi sikufichi <laughs> wauza sabuni kuna <laughs> shida ndani ya mjengo hapa katikati, mnengwaji mnengwaji, mm -hmm. sinamjua aliingia kwenye mtafaruku na King'ang'a akasema, King'ang'a o, mnenguaji anataka kuondoka kuuza hey, sabuni kwa, kwa hey, sababu King'ang'a katengeneza labda kitu fulani, hey, alimsema King'ang'a wenye, hey, hey, anataka waondoke hey, okay, hey, wale wali nini kabisa walinuniana yani, akawa hey, yani akimwona mzee yule anakimbia. Unajua kuna kupishana ukimbia, yani unamkimbia mtu hmm, hey, sasa inaonekana mule ndani mule. Alafu pia sikuna yule yule mdada yule jina lake Mshoni, kama mtu akiwa anatoa machozi sinampata. dada yule ambaye jina lake Mshoni, kama mtu akiwa anatoa machozi yule, inasadikika pia alikuwa na mtafaruku na nani na King'anga simona, yaani watu mule wanaishi lakini ni... yani, yani, e, yani mle kutumia kikombe amwezi akitumia <reha> kikombe utumie, unanuna. Sasa hivi vitu vinaonekana vinatokea ndani. Na kitu chingine hapo kwenye wauza sabuni wenyewe wanajifanya hivi kwamba eti mfano Bigi akiwa ana beef na mtu nje, mtu yule anasema mm hiyo -hmm. ni beef ya Bigi.

Kama mnafuata huku, fuateni huku. Ni nyie kwamba hamuelewi kieleweki, kaa kwenye kundi la kaa huku, ili tuone batu wapi wataweza, wapi watashindwa mm. Sasa baada ya kuiona hii video pia tunakuachia nafasi ya yeah. kuandika kwenye maoni hapo, hii video unaionaje? Wewe kama eh, mfuatiliaji wa gossip table hiyo video hapo unaionaje? maana hey. Eh, mimi nafsi niona ni video ya maajabu hii, ni maajabu, mambo ya Mbosso eh. <laughs> Unajua ile ile meme ile eh eh, hiyo kwa ngune eh eh, maana sio kwa sarakasi zile, ah, mtu anapiga sarakasi bwana. Sasa ngara sio, so anapiga sarakasi wewe kuweza eh <laughs> <laughs> e, tuulizane vizuri kuweza, na mnaweza mkatuambia ni style gani ile, hmm, maana unajua kila Saga sina staili yake unaweza eh, ukatua mbele ni staili gani? wengine hatujui hayo mm, mambo ili hata nikienda mimi kujifunza kidogo niseme, mm, naomba nijifunze staili fulani basi, kama, kama vipi eh, tuipe tu, tu, jina hayo. <laughs> <Style laughs> <ya. laughs> tuipe jina, mm -hmm. jina zuri ambalo eza eh, watu wakalitumia waka, waka, hata bwana eh, baby bebi empiga ili style ya. Mm. <laughs> Eh?

anakupigia <laughs> sitaki ncheke ya lita e bana, hii hapa ni gossip table bana. Pia una nafasi ya kuandika maoni yako juu ya hiki ambacho tumekusogezea mezani yeah. kwenye meza yetu ya gossip, hope so utakuwa umefuatilia na kuenjoy, lakini pia tunakushauri wewe kuwa mwana familia wa 69 Media. Fika hapo YouTube, subscribe channel yetu, uh, like, comment na kushare. Bonyeza hiyo alama kengele yeah. ya kengele hapo yeah. unaiona, ili kwa kwanza kupata notification zetu ambazo zinakuja mara kwa mara. Of course, nilikuwa ni mimi Ali Adab na mwenzangu. The only one pipipi. Tuna sign out. Bye bye.